Unamfahamu Rais wa Urusi Vladimir Putin ni miongoni mwa marais ambao wamekuwa wakitumia akili kubwa zaidi wakati wanafanya wanafanya maamuzi yao, hususan unapokuja swala la mustakabali la kuhusu, eh, kuhusu taifa kwayo. Kwa hiyo sio kwamba amekubali kishingo upande hapana, lakini ni strategic plan, naweza kusema hivyo kwa sababu huwezi ukakubali tu to... E, kiharaka haraka kuhusu mpango e, wa usitishwaji wa mapigano alafu usijue dhamira kuu halisi ya, ya ya mpango huo ni nini. Kwa hiyo Vladimir Putin alitazama ali, kama ulipata nafasi ya kuweza kusikiliza siku aliyokuwa akizungumza, alizungumza akionyesha kuwa ni mtu ambaye amekuwa akitilia aki maanani zaidi vita hivi vinavyoendelea nchini Ukraini mchakato wa kusitisha vita na kutafuta makubaliano kwa takriban angalau siku thelathini ni ni mchakato mzuri wa kutafuta ueni katika eneo la la, la, la taifa la Ukraine ambapo vita vikubwa vinapiganwa hapo. Kwa hiyo siwezi kusema kuwa ni kusitasita kwa Rais Vladimir Putin katika makubaliano hayo, bali ni ni mpango mkakati wa kutaka kujua je, mapatano haya ya kusuluhisha vita kwake yatakuwa na tija gani? Na moja kati ya tija ambayo imeonekana ime, ime, ime kwa taifa la Urusi ni kwamba e, Urusi bado itaendelea kuwa na, na, na uwezo wa kujizatiti zaidi katika vita hivi vya, vya, vya, vya Ukraini iwapo Ukraini itashindwa ita kutekeleza makubaliano waliokubaliana, basi Urusi atakuwa na sababu ya kuendeleza vita. Uh, tunamwona tuna rais wa Marekani Donald Trump, pasina shaka amehimiza ama amemhimiza Putin yaokoe uh, uh, uh, uh, uh, maisha ya vikosi vya Ukraini, huku akisema mjumbe wake maalum amefanya mazungumzo yenye tija hasa na kiongozi wa Urusi kuhusu pendekezo la kusitisha hayo mapigano kwa kipindi cha siku 30. Sasa uh, tunataka tutizame pasi na shaka, uh, nafasi hii ya siku 30, uh, ninyi kama wafuatilizi pasi na shaka wana habari, lakini wafuatilizi wa mambo ya siasa za nje na ndani ya mipaka ya Tanzania, siku 30 zitakuwa na tija kwa kiasi gani kwa taifa la Ukraini na Urusi pamoja na Marekani? Kwanza kabisa siku thelathini ni siku za matazamio iwapo mgogoro huu utaweza kukoma kabisa e, yani vita vitaweza kumalizika. Siku thelathini ni kutazama, je, mchakato huu tunaoendana nao au mchakato huu ambao e, tuko nao katika kutafuta suluhu ya, ya vita hivi utakuwa ni mchakato sahihi katika kumaliza vita hivi. Kwa hiyo hatuwezi tukakurupuka au mataifa haya yawezi yakakurupuka na kusema sasa tumemaliza vita. Hapana, bali wanaanza kutafuta njia sahihi ya kumaliza vita kwa kutumia tunaweza sema poshen, yani mgawanyo wa siku za umalizaji wa vita. Tumeanza na, na siku thelathini siku hizi zitakuwa na tija gani? Zikiwa na tija basi, watakuja na mpango madhubuti zaidi wa kumaliza vita moja kwa moja. Hii inakuwa ni ni, ni, ni, ni ni faida kubwa kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa sababu tulimwona alitoa shinikizo kwa rais wa Ukraini Volodimir Zelenski katika siku kadhaa zilizopita, hadi watu wakasema nusura amchape makofi katika ikulu ya, ya, ya Marekani pale ambapo uh, Urusi pale ambapo Ukraini ilikuwa ikijitetea kuwa haikuwa ikipambana, ilikuwa ikipambana vita yenyewe pasipo msaada wowote ule kutoka taifa lolote ambapo rais Donald Trump alimwambia, subutu, umepokea misaada mingi kutoka taifa la Marekani na alimsisitiza kuwa Marekani itakuja kusitisha misaada ya kijeshi na misaada ya silaha kutoka eh, kwenda kwenye taifa la Ukraine. Na ndicho alichokifanya rais eh, Donald Trump. Katika siku kadhaa zilizopita, alisitisha kabisa eh, utoaji wa misaada ya kijeshi na misaada ya, ya, ya kivita kwa taifa la Ukraine, kitendo kilichomnyong'onyesha zaidi rais wa Ukraini Volodimir Zelenski kwa hata kufikia makubaliano hayo ni shinikizo kutoka taifa la Marekani, kwa sababu pasipo Marekani hakuna chochote ambacho anaweza akajitapa nacho rais wa Ukraini Volodimir Zelenski, hata kama alikuwa akionekana anaweza kusaidiwa na mataifa eh, ya bara la Ulaya kupitia muungano wa NATO, lakini nao walikutana na shinikizo kutoka taifa la Marekani kama mfadhili mkuu wa jumuiya hiyo ya, ya kujihami kao nao wakabaki njia panda. Rais wa, wa, wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema atatoa silaha za nyuklia kwa taifa la, la la la Ukraini, lakini hilo hawezi kufanya pasipokuwa na, na makubaliano kutoka katika muungano wa NATO eh, kwa sababu lazima kura ya turufu ipigwe na hata mmoja wa wanachama akionekana kutilia shaka mpango huo, basi chochote akiwezi kufanyika kwa taifa la Ukraini kupewa silaha ambazo zinaweza eh, kutumika katika vita vyake dhidi ya Urusi. Kwa hiyo hichi kinachotokea kwa taifa la Ukraini ni shinikizo kubwa kutoka kwa giant wa ulimwengu, nikimaanisha taifa la Marekani na pia inakuwa uheni kwa taifa la la la, la la la Urusi kuto kuendelea na mashambulizi kwa taifa la Ukraini, na ndicho alichokitumia rais wa, wa Marekani Donald Trump kuitaka busara ya rais wa, wa Urusi Vladimir Putin kuanza kuangalia kile ambacho kinatokea katika mataifa haya, kwa sababu katika vita tumetazama rais wa, wa Urusi Vladimir Putin alikuwa akiyalenga maeneo muhimu zaidi ya kimkakati, alikuwa akipiga maeneo ya nishati eh, maeneo ya hospitali, maeneo ambapo kunakuwa na uzalishaji mkubwa sana wa wa umeme na kuifanya Ukraini kuwa kama tinga tinga vile, yaani hamna umeme kabisa, hamna eneo ambalo wanaweza wakajitetea, hali iliyomfanya rais wa Ukraini kuwa kama ombaomba katika mataifa ya bara la Ulaya, akizunguka huku na kule, akitapatapa kutafuta msaada, na anakuja kukutana na ngumi za uso kwa rais wa Marekani Donald Trump, akimshinikiza kuwa ukitaka msaada kutoka taifa la Marekani basi itabidi ukae, ukae kitako na rais wa Urusi Vladimir Putin mm, ili kutafuta suluhu, then Marekani mm, itakurejea na kukupa msaada. Sasa kwa hili pasina shaka tunaweza tukasema, uh, rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amejifunza kwa kiasi gani kwa takribani miaka mitatu ya mapigano hayo. Uh, je ataendelea na mpango wake wa kuendeleza kujiunga na NATO ama ndo basi tena atarudi nyuma na kuipambania nchi yake kusimama. Hii inatoa fundisho kuwa mtegemea cha ndugu ya kwanza hufa maskini daima. Waswahili wanakuambia usijisifu na mali ambazo sio za kwako, yaani usijisifu na kitu ambacho sio cha kwako, kwa sababu siku moja kikija kuondoka utaumbuka ndicho ambacho kinatokea kwa taifa la Ukraini chini ya, ya, ya Volodimir Zelenski. Alikuwa katika ulingo wa vita na amepambana kwa miaka yote mitatu hii ikiwa chini ya utawala wa uh, Marekani, ikiwa chini ya utawala wa Rais Joe Biden ambaye alikuwa akitoa ufadhili mkubwa zaidi wa wa, wa wa pesa pamoja na silaha za kivita kwa taifa la Ukraini, kitendo kilichomfanya Ukraini kuendelea kujitutumua mbele ya majeshi ra, ya, ya, ya, ya, ya rais wa, wa, wa, wa, wa Urusi eh, Vladimir Putin na urusi ilikuwa ikitazama tu, walikuwa wakipigana, lakini walikuwa ni kama e, mchelea mwana wanamtazama, wanajua mwisho wako utafika, na ndicho kilichomtokea katika utawala huu wa rais e, Donald Trump. Donald Trump alisema hawezi kuendelea e, kufadhili vita visivyokuwa na maana na hata alivyomtrapu katika ule mkutano wa ikulu ya ya, ya White House wiki kadhaa zilizopita, ya kwamba uh, Ukraini iende ikasaini mkataba wa madini. Yenyewe Ukraini ilikuwa ina, inaenda kusaini mkataba wa madini ikiwa na lengo la kwamba Marekani itoe E, itoe hakikisho la kiusalama na ilikuwa ni sahihi kabisa. Kwa Marekani angeweza kusaini na kutoa hakikisho la kiusalama lakini rais Donald Trump ni miongoni mwa marais ambao wamekuwa na mitazamo tofauti zaidi. Hawezi kuchelea kumpoteza mm, mshirika mkuu katika biashara ikiwemo taifa la Urusi kupitia sekta ya gesi na madini kuweza kumsapoti Ukraini, ijapokuwa Ukraini na yeye ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na rasilimali muhimu inayotiliwa upatu na taifa la Marekani. Kwa, kwa maana yako, kwa hiyo mpango wa kujiungana nati ndo umekufa kama Marekani yenyewe imeanza kutoa shutuma kwa wanachama wa jumuia kujiami ya kujiamia NATO, itakuwa ngumu zaidi kwa Ukraine kujiunga kwa wakati huu, kwa sababu kwanza wanajumuia wenyewe watatafuta kwanza kutafuta ustahimilivu na kutafuta utulivu ndani ya jumuia hiyo, kwa sababu Marekani inatishia kujiondoa na inatishia kuondoa misaada eh, katika ufadhili huo wa wa, wa jumuia ya kujiamia NATO. Unajua, Marekani ndiyo taifa ambalo limekuwa likitoa msaada, limekuwa likitoa mchango mkubwa zaidi ya asilimia kumi eh, ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, mchango unaoenda katika taifa la katika muungano wa jumuiya ya kujihami ya NATO inatoka katika taifa la Marekani. Mataifa yanayosalia yanatoa asilimia chache kama vile Uingereza asilimia mbili kama sikosei pamoja na Ufaransa, kitu ambacho kimekuwa kikipigiwa kelele kuwa, kuwa Marekani inatumia rasilimali kubwa zaidi za raia wa taifa hilo katika kuwekeza kwenye vitu ambavyo kwake naona sometimes inaweza simletee tija japokuwa mm, ndio muungano unaodhihirisha ukubwa wa taifa la Marekani na kuweta mm, ustahimilivu no. wa kiusalama na kwa mataifa hayo in, uh, ya bara la Ulaya. Namna Samora Dennis, pasina shaka, anataka kufahamu tu kwamba namna Marekani ambayo inashughulikia inavyoshughulikia mizozo kadhaa, mfano wa Ukraine pamoja na Urusi, ilivyoshughulikia mzozo wa Gaza kule na mingine kadha ambayo imekuwa ikishiriki e, pasina shaka, mataifa ya Afrika ambayo yana mizozo hasa tukija mfano kwetu kwa Afrika Mashariki, Kongo tukizungumzia Kenya kwa mbali, lakini tukizungumzia Sudani, Sudani Kusini, na sasa hivi imelipuka tena kule Tigray, pasina shaka Ethiopia, <mimu> <mimu> tuna kibi hasa cha kujifunza namna ya usuluhishi kwa sisi mataifa haya. Cha kwanza kabisa tunachotakiwa kuelewa Uh, unajua mataifa ya bara la Afrika na mataifa ya bara la Ulaya na Asia ni kama ndoa tofauti na, nachelea kutumia neno hilo ni ne kama ndoa tofauti na zenye migogoro tofauti. Kwa wakati mwingine unaweza ukatumia njia uh, zilizotumiwa kusuluhisha ndoa fulani alafu katika mgogoro ambao wewe hukupaswa kabisa kutumia njia hiyo ukajikuta unazidisha matatizo zaidi. Matatizo ya Afrika yanatokana ya na Waafrika wenyewe, mm-hmm. Hilo ndo jambo kubwa zaidi, ili Afrika iweze kukomboka, basi wanatakiwa kukomboka kwanza Waafrika wenyewe kifikra cha kwanza, kwa sababu viongozi wengi wa bara la Afrika wamekuwa wakiingia mamlakani. Kiongozi anaingia mamlakani akiwa katika hali ya kawaida, lakini pindi atakapotoka ma, mamlakani, atatoka akiwa katika ukwasi unaotisha zaidi. Ndicho kinachotukumba bara la Afrika. Viongozi wengi wanaingia mamlakani wakiwa hawana kitu, lakini wakitoka wanakuwa na vitu E, jambo ambalo linachangia kudidimia kwa maendeleo katika mataifa mengi ya bara la Afrika. Kitu cha pekee ambacho tunaweza tukasema tunaweza kukiiga eh, katika kutatua migogoro yetu kwa mataifa mengine ya ya, ya, ya nje ni kutumia di, diplomasia ya mazungumzo eh, kwa mfano Marekani anatumia diplomasia ya mazungumzo japokuwa unatakiwa kuwa makini zaidi wakati anapotafuta mchakato huu wa mazungumzo katika kutafuta suluhu kwa sababu wakati mwingine anaweza kukuweka katika mtego taifa la Marekani na ukinasa, unajikuta wewe ndiye ambaye unageuziwa kibao. Lakini kubwa zaidi ni hiyo diplomasia ya mazungumzo. Kwa mfano mgogoro wa Congo DRC inapatikana una, ina, unapaswa ufanyike yafanyike mazungumzo. Tunajua juzi kati e, yalifanyika mazungumzo na hivi karibuni yalifanyika mazungumzo kwa njia ya kimtandao, kitu ambacho e, kikitiliwa maanani zaidi, basi huenda tukapata suluhisho mgogoro wa Kongo DRC hmm, pasipo kumwaga damu. Makundi ya M ishirini na tatu pamoja na Rais Felix Chisekedi na anayetuhumiwa kuchochea mgogoro huo wa rais wa, wa, wa, wa Rwanda Paul Kagame, juzi kati tuliona alikuwa akihojiwa akatoa historia fupi ya kumuhusu rais wa Kongo Felix Chisekedi, kitu ambacho ambachosema kinaweza kikachangia kwa uh, namna kika na fulani ku ile ile hadhi ya rais wa wa Congo wa eh, Felix Tshisekedi, watu wakaanza kumtilia mashaka katika uendeshaji wake wa shughuli za kiserikali kwa sababu walizungumza eh, rais Paul Kagame. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunaweza tuna, tuna, tuna, tukavitazama kuwa tunatakiwa kuacha siasa za namna hiyo na kuanza kutafuta siasa za demokrasia iliyo safi ili, ili kutatua mgogoro. Tukitazama historia za mataifa mengi ya bara la Afrika wakati wakipata uhuru, mataifa mengi yalitoka kuchukua diplomasia ya mazungumzo kutoka Tanzania chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kuenda kutafuta eh, kutafuta suluhu katika mataifa yao, kitu ambacho kiliweza kuisaidia Tanzania kupata umaarufu mkubwa wa kuwa miongoni mwa mataifa yaliyosaidia upatikanaji wa uhuru katika njia ya amani kwa mataifa mengi zaidi eh, barani Afrika hilo yes. Ndo kitu pekee ambacho sisi wa Afrika tunatakiwa kukiiga zaidi, lakini kuhusu mm. njia zingine za kutafuta suluhu, tupo katika ndoa tofauti. Yaani Afrika ina ndoa yake, mataifa ya bara la Ulaya ina ndoa yake, na mataifa ya bara la Asia yana ndoa yao, na kila ndoa ina migogoro yake, na kila ndoa ina, ina, ina, ina migogoro ya ina ndoa hizo zinatatuliwa zina, zina kwa njia tofauti. Okay. Tusije tukalazimisha zaidi kutumia njia zinazotumiwa na ndoa za bara la Ulaya na bara la Asia katika kutatua changamoto zilizopo katika ndoa ya bara la Afrika. Tunaweza tukajikuta tunatumbukia zaidi eh, katika matatizo. Ndio maana mimi nimependa zaidi mgogoro wa Congo DRC unavyotatuliwa na Waafrika wenyewe. Mm. Tunatakiwa kung'amua kuwa sisi Waafrika tuna matatizo gani? Pamoja na mgogoro ambao kidogo upo kwa chini pale nchini Kenya baada ya ya kiongozi wa upinzani Jaramogi Raila Odinga kuonekana akimuunga mkono sasa eh, rais wa sasa Daktari William Samuel Ruto, vita vimeanza kuibuka vya chini kwa chini. Tunatakiwa kufanya nini? Tunatakiwa kutatua sisi wenyewe kwa sababu ndio ambao tunalianzisha tatizo. Haiwezekani kind of mtu wa nje akaja kutatua tatizo ambalo hajui hata msingi wake ni nini. Shukran sana Samora Denis, kwa nafasi yako kuweza kuzungumza nami hapa studioni, pasi na shaka nimekung'amua vilivyo vyema. Na shukuru sana Jeromero, shukuru sana Jeromero.